Watazamaji, karibuni tena kwenye chaneli yangu, msahau kusubscribe like, na kushare ili kuweza kupata updates mbalimbali. Uh, so guys, um, siku nyingine tena tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutupa afya na uzima. Um, kama unavyoona hali leo sio nzuri sana, eh, hali leo sio nzuri sana ya nje hali ya hewa ya nje sio nzuri sana. Kwa hiyo, lakini, kwa hiyo lakini haimaanishi kwamba watu hawawezi kutoka na kuendelea na safari zao, au kuna majukumu hapa na pale. Japokuwa mara nyingi sana tumekuwa tuko ndani, lakini sio sana kwa ndo, kama unavyoona mamsafiri, watu wanaendelea na safari hapo sokoni. Sasa natoka sokoni ndo naelekea nyumbani okay? Naelekea nyumbani, kwa hiyo haya hiyo ndo... ndo unayoona una hapo kwenye sokoni yako ndoalia mtaani, ndo maisha na mazingira si alivyo kipindi hichi cha winter okay, kipindi hichi cha winter. Kwa hiyo leo hali ni mbaya sana kidogo, kwa sababu hali ya hewa jana ilitangazwa kwamba itakuwa mbaya leo, lakini mnavyoona sasa, na kweli ikatokea. Lakini kama unavyoona barabara, wanajaribu kuzisafisha safisha, safisha ili mradi u... pirikapirika hapa na pale ziwezi kuendelea na maisha mengine. Haya ndio maisha ya mtaani. Na guys, hiyo ndo Marekani ambayo iona kila siku nayotangaziwa kwenye video um, yale ma, ma, majengo marefu marefu mnaonyeshwa wa Marekani wapi, ni wapi wapi? Los Angeles, lakini ni yote ni kwenye miji mikubwa. Lakini ukija kusema kwenye maisha ya halisia na maisha ya kawaida, ambayo maisha ya mitaani, haya ndio maisha ya mitaani, huko hamna gorofa hamna amna nyumba kubwa kubwa, sijui nini, nyumba ni za kawaida tu kama unavyoona, na hiyo sio hiyo, hiyo sio nyumba ya borofa. Kama hiyo ninakuonyesha hapo mbele yangu, sio nyumba ya borofa, hiyo ni nyumba tu ya kawaida, nyumba kama nyumba tu. Ndio una shida yani, ni nyumba ya kawaida sana, tofautisha na nyumba ambazo zinaweza zikaitwa nyumba eh, yeah. Okay, so hiyo ndo hali halisi ya maisha ya Marekani, isha ya mtaani, kwa kipindi, uh, kwa kipindi, hichi cha, cha winter, mtaani. Kwa hiyo, kwa kipindi hichi cha winter maisha ndio yanakuwa mtaani. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba namna gani watu wanavyosuago wanavyohaso, mm -hmm. kipindi hichi watu wengi um, kwa mfano kuna watu kwa kipindi hichi wanaweza kawa wanapata mm -hmm. tabu sana, kwa mfano kama wale wagonjwa wagonjwa ukiwa binadamu unabidi uwe unatoka kidogo, unachukua mazoezi hapa na pale, unaenda huku na kule kidogo ili kuchangamsha mwili. Sasa unakuta kuna watu wengine kwa mfano kama wazee kwa sababu ya hali zao, kuna wale watu wengine wanaumwa tu labda maradhi baridi kali hawawezi, kwa hiyo hawawezi kutoka nje. Kwa hiyo kwa muda mwingine ikifika hali kama hii inawakosti watu, watu baadhi ya watu to ku, ku, kujiunga na, na, na watu wengine. Au muda mwingine unaweza ukakuta labda kuna zile ruti za mbali kwenda state, kutoka state moja kwenda state nyingine, muda mwingine unakuta zile barabara kubwa zimefungwa kwa sababu hali sio nzuri nje eh, hali sio nzuri kwa hiyo hayo ndo mambo ambayo muda mwingine watu wanapitia. Kingine ni kwamba ikifika kipindi kwa mfano kipindi kama hichi cha winter unakuta um, kama wewe ni, ni mtu ambaye ulikuja hapa Marekani ukawa unaishi sehemu ambapo hauna ndugu karibu. Uh, watu ambao unaoishi nao pia ni watu ambao hamuelewani lugha, kwa ukawa hapo ni wewe peke yako, kwa hiyo inakuwa ni ngumu wewe kuenjoy kipindi hicho kwa sababu unakuwa mda wote wewe, wewe umejifungia ndani. Ikizidi umetoka ndani unaenda sokoni unarudi unaingia ndani kwako, au ikienda iki iki iki sana, au ikizidi sana utatoka hapo ni kwenda kazini, ukitoka kazini unaingia nyumbani, kutoka nyumbani unaingia kazini, ukitoka kazini unaingia nyumbani. Kwa hiyo ndio maisha ya Marekani kwa kipindi hichi, tofauti na Amerika, Afrika Afrika kule mwenyewe hata kipindichi.

Ukanda nairosafi na maisha mengine yanaendelea. so to kama hivyo nilikusema. Kwa hiyo kapita njia asio ya kwake, takiwa kutoka na njia hii stabasi. Okay, so ya nimefika nyumbani. Kwa hiyo kipindi kama hichi ndo kama hivyo nilivyokwambia kwamba hali inakuwaga ni hali ngumu kidogo, au ni hali ngumu sana kidogo. Kwa hiyo kama una mtu akukufariji kwa kipindi kama hichi ambacho unakuaga upo ndani napata shida sana, kwa hiyo lakini ndo kama hivyo, ndo hali ndo maisha wa ambao wazoefu wameshaolea, na unakuta kwa mwingine ambaye anaona kwamba mimi siwezi sehemu ya upweke, anaenda sehemu, kuna ndugu, kuna jambo, kufika hapo, wanapata misaada, ndo hivyo. Okay. So guys, hiyo ndo hali ya Marekani, ndo hali ya maisha ya mtaani. Nimeona tu niwaonyeshe, niwatembeze nimu, ii mradi muwezi kuona. Kwa hiyo asanteni sana, na niwatakie wakati mwema, tuonane tena.